Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital. Sasa chama tawala cha, eh, cha Singapore huko ambacho kinafahamika kama People's Action Party PAP, eh, kimezidisha juhudi zake mtandaoni kwa lengo la kuwavutia vijana kikitumia eh, mitandao ya kijamii na maudhui ya kidijitali eh, kama njia kuu ya kuweza kufikia eh, kizazi kipya cha wapiga kura. Sasa katika jitihada hizo viongozi wa chama cha, eh, na wabunge pia wameanza kutumia majukwaa maarufu kama mtandao wa TikTok, Instagram na YouTube kwa kasi kabisa ili kuweza kuwashiriki Bana video fupi zenye ujumbe wa kisiasa maisha ya kila siku, lakini pia na maoni juu ya masuala ya kitaifa. Sasa hatua hii imeweza kuja wakati taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao, huku vijana e, wakiwa katika kundi muhimu kabisa ambalo linatarajiwa kuwa e, kuathiri lakini pia matokeo ya uchaguzi. Uchambuzi wa kisiasa ambao pia unaonyesha kuwa vijana wengi wanahitaji siasa na uwazi, lakini pia ushirikiano wa moja kwa moja na viongozi wanaoweza e, ku, e, ku, kueleweka kirahisi. Sasa chama hicho pia kimeweza ku, e, kuweka katika maudhui ya kuvutia kama vile mabloga lakini pia wa kisiasa zaidi lakini pia mitandao mizima kabisa ya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok kuweza eh, kutumia majukwaa hayo. Sasa imeamua hivyo kwa sababu inajua kwamba vijana wengi wamekuwa ni watu ambao pia wanatumia mitandao ya kijamii kuwe kutulia huko, lakini pia kufanya vitu vyao vikubwa zaidi hasa kupitia majukwaa hayo. Sasa chama hicho cha People's Action Party PAP kutokea huko eh, Singapore kimeamua kutumia majukwaa hayo kuweza kuleta hamasa Eh, kutokana na uchaguzi mkuu ambao utafanyika eh, nchini humo. Sasa majukwaa haya yatawasaidia kuweza kuwafikia wa vijana wengi zaidi ambao wanakuwa wanatumia mtandao huu ili kuweza eh, kupata taarifa nyingi zaidi ambazo zinakuwa zinaendelea eh, katika nchi. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawa Sawa Digital, habari kingenjani mwako, tunakuletea taarifa hizi kutokea, eh, Beach eh, hapa ni HQ za Sawa Sawa Digital. Ukisubscribe channel yetu, lakini pia eh, kudrop comment yako yako kuhusiana na masuala haya. Yapi maoni yako, mitandao ya YouTube TikTok, Instagram, Facebook yataweza kusaidia kuweza kupush masuala mazima ya uchaguzi kama nchi ambayo inakuwa imeamua kufanya kama Singapore, pia kuweza kufanya na chama chao cha PAP ya katika masuala mazima haya wataweza kufanikiwa? Mimi sijui, lakini maoni yako yatakuwa safi kabisa. Chao.